Moja miongoni mwa maneno mazuri niliyowahi kuisikia yaliyozungumzwa na wanadamu yenye kumweleza mwanadamu ni nani, alhajmu alhaqiqi ya mwanadamu ni ipi, true size yake ni ipi, ni maneno ya huyu msemaji wakati aliposema: lisanu alfata nisfun wa nisfun fuaduhu falam yabqa minhu siwa surati lahmi, wa dam. Ni maneno mafupi lakini ndiyo yenye kukueleza wewe na mimi ni nani. Anasema lisanu lfata nisfun. Ukitaka kumjua mtu, mtu anaunganishwa na vitu viwili, ndipo anapokuwa mtu na ule utu wake na hali yake na saizi yake utampima kwa vitu hivyo viwili. Sema lisanul fata nisfun, ulimi wa mtu ni nusu yake ya kwanza inayomuunganisha yeye, si chochote si lolote ila ni ule ulimi wake. Wa nisfun fuaduhu, na nusu yake ya pili ni fuadi yake, yani moyo wake. kwa hiyo ma

ambayo vikitolewa hivi vitu viwili inakuwa haina thamani yoyote. Kwa hiyo wewe na mimi tunawakilisha alichotupa Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu, na hali iwe nzuri au mbaya, ya ukweli kabisa itafichuliwa na vitu hivi viwili. Anaweza akaja mbele yako mtu mwenye haiba kubwa we ukamheshimu hata bila kukwambia neno lolote lingine, kutokana na mazingira ulioyaona kutoka kwa huyo mtu, ukamwona ni mtu mwenye shakhsia, mtu ambaye eh, ana personality fulani, basi ukaanza kuogopa au ukaanza kumpa heshima kwamba huyu atakuwa mheshimiwa fulani. Lakini muda ambao ataanza kuongea na wewe, unaanza kubadilika kidogo kidogo, kutokana na yale yanayotoka katika mdomo wake Unaona, unaanza kumdharau au unaanza kumchukia kutokana na kile ambacho kinatoka katika mdomo wake. Inawezekana anachokitoa hakina harufu, lakini ingekuwa ni vitu vyenye harufu, basi mji mzima wa Bujumbura ungekuwa unanuka kutokana na yale yanayotoka katika ulimi wake. Hii ndiyo maana ya lisanu lfani. Aduhu, falam yabka siwati llahmi wadam, mwanadamu ni nusu zake mbili ndizo zenye kumfichua kumboresha, kumtangaza, ulimi na moyo wake. Hakubakia kitu baada ya hapo isipokuwa mwili na damu na mifupa ambayo ni skeleton isiyokuwa na maana yoyote.

Aliopewa. Busara ni nini? kuna tafsiri nyingi sana juu ya busara na hekima ni kitu gani? wapo kila mmoja aliyeelezea lakini yule aliyesema an tafala alladhi yanbaghi ala nahwi alladhi yanbaghi fi alwaqti alladhi yanbaghi ni kufanya jambo lifaalo kwa njia ifaayo na kwa wakati ufaao amegusa angle zote zile nyingine ambazo wamezizungumza watu kuieleza na kuitafsiri ni nini maana ya hekima. Unapomwona mtu anafanya kitu kinachofaa kwa njia inayofaa na kwa wakati unaofaa, huyo ni mtu amepata chembe chembe, au angalau sehemu ya kitu kinachoitwa busara na hekima. Namwomba Allah anipe mimi pamoja nanyi hekima ya kufanya mambo yafaayo wakati ufaao kwa njia inayofaa. Kule Unguja naye rafiki yangu mmoja, ni qadhi ni jaji, sisi tunamwita qadhi, kila nikimwona huwa nafurahi n na baada ya kusalimiana huwa anamwambia maneno haya, lau ansafa lnasu lastaraha lqadhi walabata kulu nnasi an akhihi radhi maana ya maneno haya kwamba watu wangekuwa na busara, watu wangekuwa na maono ya mbali na insafu. Kadhi, wewe ungekuwa huna kazi, ungepumzika. Lau ansafa nnasu la staraha lqadhi, watu wangefanya mazuri, kusema mazuri, kutenda mazuri, ungekuwa unakaa tu ofisini kwako. Kazi yako una chati una kazi basi. Kila nikimwambia maneno haya anafurahi, anacheka kwa sababu anajua ninachomaanisha. <coughs> Mimi sio kadhi, lakini ikifika, ikifika Ramadhani huu anapigiwa mimi, anapigi mimi simu, mwezi au bado? Kesho tunafunga atufu jamani, misie ninayotangaza mwezi? Mbona anapigiwa mimi simu mimi nimemwacha mke wangu, nimemwambia hivi, talaka ipo au haipo? Hizi talaka zimetoka tatu zote kwa mpigo. Wakikosana siku nyingine, mpaka saa nane siku nimelala, napigiwa simu, niko nyumbani kwako hapa, na mambo muhimu sana, ishu muhimu, nisaidie. Na ukisikia ile sauti na ile chuni ya sauti, unajua huyu mtu ana matatizo. Natoka bwana, nimemwambia mke wangu hivi hivi hivi na ameondoka, sasa sijui unaweza ukanirudishia mke wako mke wangu au vipi? Sasa mi naweza nikamregesha mke vipi, wakati umeshampa talaka na nyingine zote zimetoka? Nahisi wale waliokuwa ndio makadhi sijui kama wanalala sijui kama wanaishi vipi na wake zao majumbani sijui zinakuwaje matatizo kama haya. Sasa yeye alivyoniambia, niambia kuna kini nyingi zimekaa za unakuja namba hii namba hii zimerundikana hivi, na matatizo makubwa na ndoa na vitu kama hivi. Mimi katika watu ninaowaombea Mwenyezi Mungu awape wa busara ni makadhi na watu ambao ni walioonekana katika jamii kwamba ni watatuzi wa migogoro, wanatatua matatizo ya watu hawa watu nawaombea Mwenyezi Mungu awape kitu kinachoitwa na busara. Kuna kesi nyingine hazitatuliwi kwa nusus, mwambia mtu aya hii au hadithi hii au hii, akakuelewa. Wengine hawazielewi hawaziamini au ndani ya imani yao bado hawajafikia huko, na wengine pengine sio Waislamu. Umekuja unawatatulia ukimwambia Mungu anasema hivi anasema hivi Mtume, ni vitu muhimu sana lakini, anaona kama sijaamini mimi Mungu huyo au mtume yule. Hawa watu tunawasaidia vipi? Watu ambao hawakusoma, hawaelewi thamani ya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna zake, na tunawasaidiaje kwa hiyo unatakiwa mara nyingine utumie mambo ya ziada ya mifano na mambo mengine ya hila au njia za busara za kuweza kutatua matatizo ya watu. Nitakupigia mfano juu ya hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi almutafaku alayhi anasema Kanat imraatani, wanawake wawili. Jaat kullu minhuma biwaladiha, kila mmoja alikuwa na mwanawe mdogo amembeba, wa wakaja wakakaa labda katika bustani. Fajaa dhiibu wa dhahaba bi, bibni ihdahuma, akaja mbwa mwitu akamteka akamnyakua mtoto mmoja kati ya watoto wale wawili wa hawa mama wawili akaondoka naye. Yule mtoto aliyechukuliwa inavyoonekana katika hadithi na mazungumzo ni mtoto wa mama mkubwa au wa dada mkubwa. Katika hao wa dada wawili mmoja mdogo mmoja mkubwa, akamchukua akaondoka naye. Wakigutuka na kuzunguka, wanamwona mtoto mmoja, mbwa mwitu ameondoka na mtoto mmoja. Wakaanza kuzozania yule mmoja, kila mmoja anasema huyu ndo wangu, ndowangu, mwengine anasema mimi ndo wangu. Unajua mmoja ameshaondoka, ameshaliwa kwa hiyo ili kukidhi haja, anajua hasa kwamba huyu si wangu. Kwani mama unatakosea, mtoto wake ni nani, anajua vizuri, lakini ili asiondoke patupo, anasema innama dhahaba bibnik, kamchukua mwanao, ni mwanao wewe. Aa, ni wako wewe. Mtume anasema samata ila nabii llahi Daud, kaenda kwa Mtume Daud, Nabii Daud ni mtume na akahukumu yeye kwa mazingira aliyoyaona, anasema fahakama lil kubra. Sababu aliyeingia pale labda ni mkubwa, amembeba yule mtoto, na hoja zake labda zilikuwa nzito na ushahidi anauona ni mkubwa, asema huyu mtoto atakuwa wako wewe. Wewe huna mtoto, huyu mtoto ni wa huyu mkubwa. Basi wakatoka pale, bado wanasema sema Anasema njiani mlangoni wakamkuta Nabii Sulaiman mwanawe Daudi. Kwanza, mbona mnasema nini? Hmm, kawambia mtoto huyu kila mmoja kati yetu anasema wake, na nabii ameshatuhukumia ni wa huyu. Maana hamjaridhika, ngoja ni wahukumie. Nabi Sulaiman akawaita watu akamwambia ituni bisikin, ebu nileteni kisu. Wale mama wakaanza kutia kuna nini kwa nini kisu? Wanasema hata ashukatu vipande viwili, kimoja nimpe huyu mdogo na kimoja nimpe huyu mkubwa. si hawajaridhika, wanazozana. Yule mama halisi wa yule mtoto aliposikia vile, akamwambia Nabii Daud, dahu yaish yarhamukallah, mwache, mwache, usimchinje, usimkate, usimpasue vipande, mwache endelee kuishi innahu laha huyu mtoto atakuwa wake yeye, huyo atakuwa wake. Kwa maana kwamba anataka tu aishi, hawezi kuona mtoto wake anachinjwa, anakatwa vipande viwili mbele yake naye anatizama. Basi nabii Suleiman alivyosema vile, akasikia yule mwanamke anasema mwachie yeye, wako wewe, huyu mtoto ni wa huyu anayesema mwache, kampokonya akampa yule akaangalia ya, yani hii hila ameitumia na akamjua mama halisi ni nani ni. Hizi ni mbinu ambazo unaweza ukazitumia, unaweza ukazitumia kwa watu wengine ambao ni majahili. Mtu ambaye hakusoma hawezi akakufahamu vizuri, kumsomea aya hawezi akakuelewa, ukimsomea hadithi, pamoja na kwamba hii ndio dusturi ndio katiba yetu, ndo namna tunavyoelezana lakini, hebu tumia mbinu nyingine ya kuweza kutaka kumhariki na kumtoa katika wasiwasi wasi ule, umfahamishe kitu pengine kwa mazingira mengine, anaweza akakuelewa. Nabii Sulaiman akasema, huwa laki huyu mtoto atakuwa wako, na kweli alikuwa wake, akaondoka naye mtoto wake. Hii ni mifano ya busara na namna unavyotumia fatana ule dhaka uwerevu na kusoma alama za nyakati, na hivi ndivyo muislamu anavyotakiwa, kama alivyokuwa akisema Umar, lastu bil khibbi wala al khibbi yakhda'uni. Mtume alikuwa akisema, la yuldaghu al mu'minu min juhri marratain. Yote hii ni kuonyesha, al muslimu yambaghi an yakuna fatinan, muislamu anatakiwa anaelewa mambo, anafahamu na mbinu nyingine zote zote zot za harakaraka baina 1900 watu hao watakuwa ni alfu moja au watakuwa watu mia tisa Alipoambiwa chakula chao tu wanakula ngamia e, kwa siku kumi yani, wanachinja ngamia kumi na siku nyingine ngamia tisa Akamgaia kila watu mia ngamia moja. Katika riwaya walikuwa mia tisa hisabu kamili complete kabisa, kama alivyotajiwa Mtume Muhammad sallallahu. Hii ni fatana na zaka ya hali ya juu. Nikupe mfano mwingine. Imam Abu Hanifa alisikia mtaani da nyumbani kwake siku hiyo kugonga mlango, kaingia ndani ya nyumba. Nyumba yule bwana akafurahi, Imam Abu Hanifa amekuja nyumbani kwangu, Sheikh alimu mkubwa, wa binti yangu aolee, karibu karibu. Akamwambia hapana, sikuja kuposa mimi. Ala, umekuja kumposea nani? Asema kijana, nimekuja kumposea fulani fulani. sifa zake zikoje?

Ila moja bwana harusi ana ila gani? Asema ni Yahudi. Ule pale akabadilika, anambia imamu mzima, unaniletea Mayahudi nyumbani kwangu kuja kuniozesha ni niwaozeshe watoto wangu umenifanyia mimi si mtu mwenye imani? Akambia, hapana, mbona mtume alifanya hivyo? Mtume alifanya hivyo, aliozesha binti yake Yahudi, aliozesha binti yake Yahudi tena sio mmoja, wawili wote alimwezesha Mayahudi. Nani kaambia mm. Uthman bin Affan Siyedu anasema Uthman ni Yahudi mm. Kaambia basi mtume alimwozesha Yahudi, alimwozesha Rukaya, akamuozesha Umu Kulthum binti wake wawili kumuozesha Yahudi. Yule bwana pale pale: Astaghfirullah, Astaghfirullah, nimetubu kwa Allah, nimetubu kwa njia inayofaa na yule bwana akurudi tena kumsema Amiri Muminin Uthman bin Affan kwamba ni Yahudi. Angalia Kadhi Iyas, na anajifanya ni mtu mwema mcha Mungu, anajificha katika kivuli cha ambia, nieke amana na naenda safari, nikirudi utanipa amana zangu. Yule bwana akaenda safari, akirudi, ya amana yangu. Yule bwana anasema hujanipa kitu, akamrusha, dhalim, bwana pesa zangu. Kaambia hukuniachie kitu, nini ushahidi wako? Nipe ushahidi, hakuna ushahidi yule bwana akaenda kwa Kadhi Iyas mwenye amana, akamwambia bwana fulani fulani amenidhulumu amana yangu. Akamwambia we, anajua kama umekuja hapa akamwambia kwako kuna nafasi ya kuweka mali zote hizi bas. Akaambia basi njoo kesho kutwa tena peke yako itini biman yahmiluna hadhihi alamanat, njoo na watu wenye miraba minne watakaobeba hizi mali. Yule bwana akajia, hey, ulaji leo upo kwa kadhi Kenda zake siku ilipofika, yule bwana akaja, alimwambia njoo siku ya pili. Yule mwenye kudai sasa akaja, akaambia, sasa nenda kamwambie huyo tapeli akupe mali zako, akikataa. Kaenda kwa siku hiyo, kamwambia, bwana, nimekuja zile mali zangu vipi? nipe mwenyewe. Akamrusha hivyo hivyo, hakuna kitu wapana, kitu wapana, kitu wapana, kitu anambia. Sawa, mimi naenda zangu kwa kadhi. Alikwambia na mali nyingi nataka unisaidie kuzieka pale, njoo njoo njoo, chukua mapeni yako kadha. kuna mali nyingi anamwambia, yule mdaiwa mwenye kudai ambaye ametoa pesa zake, unakumbuka wewe pesa hapo pahala pengine wewe pesa zako ulizieka pahala fulani, uenda ukifika hapo, Mwenyezi Mungu atakujalia aina wa takumbuka malaka. Sasa nenda. Yule mdaiwa akamwambia wengine, wengine wengine huko anamtizama yule jamaa tapeli mwingine kwa ncha ya jicho, yani anamtizama hii, yani anamtaimu, anamuona am, amekuwa hayupo. Sasa anawaza tu, alafu ghafla akamgeukia akamwambia unadhani amefika hapo pahala anapokwenda yule? Mwana kachoka hajafika bado, akaambia, eh, kumbe unajua, kaa pahala alipokupa hela. Anasema pahala unapajua, lakini sema huyu ndiye mwenyewe mwizi huyu. kutokana na ile hali lakini hizi ni, ni, ni mambo ambayo Allah anampa mtu mwenyewe.